Tumekuja kuwatembelea vijana wetu wanaojishughulisha na shughuli za bodaboda katika eneo hili la Kipuponi hapa Pangani mjini. Kwa vijana hawa ni vijana wa kutolewa mfano, si Pangani tu, naweza kuthubutu kusema kwenye mkoa mzima wetu wa Tanga. Mkoa huu tuna kata 245, sijafika miongoni mwa kata chache, lakini kata nyingi katika mkoa wetu nimefika kwa ajili ya kuangalia shughuli za kimaendeleo miradi ya kijamii inayotolewa fedha nyingi na serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini pia kuangalia namna vijana na, vidyana, na kina mama wanavyojishughulisha kwa swala zima la uchumi. Nimezunguka maeneo mengi, nimeona nimeona vijana kama hawa wanajishughulisha na bodaboda, lakini wapo wanashughulisha na kilimo na mambo mengine, lakini naweza kuthubutu kusema kwa mara nyingine, hawa ni wa kutolewa mfano. Kabla ya mikopo hii ya halmashauri ya asilimia kumi za halmashauri, kwa maana asilimia 4 vijana, asilimia 4 kina mama na asilimia 2 ya ja wenye ulemavu, kabla ya kufunguliwa, maana yake ilifungwa. Ukisema ilifunguliwa, maana yake ilifungwa. Uwezi kufungulia kitu ambacho hakikufungwa. Na kwa nini ilifungwa? Ilifungwa kwa sababu matumizi yake hayakuwa sahihi sana. Wapo waliokopeshwa wakati ule waliona kama vile ni zawadi, kwamba mtu akishakopeshwa anaona hiyo ni mali yake moja kwa moja, hasa hivi kurudisha kile alichokopeshwa. Lakini wako pia baadhi ya watumishi serikalini kwenye halmashauri awaaminifu waliunda vikundi feki, vikundi hewa, fedha hizi zikaingia kwenye mifuko yao. Kwa nia njema, mheshimiwa Rais wakati ule Daktari Samia Suluhu Hassan akasema tusimamisheni, ili tutengeneze utaratibu mzuri, ili mambo haya yaweze kukaa vizuri, ili wanaohusika kupata mikopo hii, akina mama, vijana na wenye ulemavu waweze kupata haki yao. Hiyo ndio maana mikopo hii sasa imefunguliwa na imewekewa utaratibu mzuri, na ndio maana ameona hapa afisa wetu kwa amezungumza kwapingwa kipana kwamba mikopo sasa hii ipo, kila anayetaka kukopeshwa ambaye atakidhi vigezo aende akakopeshwa. Na kwa bahati nzuri maelekezo ya serikali ya chama chetu mikopo hii ya asilimia kumi ni mikopo ambayo haina riba. Unachokopeshwa ndicho unachokirudisha. Sa so, tunaposema vijana hawa ni wakutolewa mfano wao, hawakuingia kwenye lile kundi ambalo walipopewa mikopo halafu wakaona ni mali yao wakaona wasirudishi. Hapana, wamepewa mikopo wakajishughulisha kwa jitihada kubwa na wakawa wanafanya marejesho yao tena kwa muda mwafaka, na wakati mwingine kabla ya tarehe ya marejesho hajafika wao wamesharudisha kile ambacho walitakiwa kurudisha. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba watu hawa wanajitambua, wanafanya kazi kwa jitihada kubwa, wanajiingizia kipato na wanaheshimu fedha wanayoipata. Na hiyo ndio siri kubwa ya mafanikio. Ili mtu aendelee kwenye kile anachokifanya, lazima aheshimu kipato cha kile anachokipata kwa shughuli anayoifanya. Hongereni sana vijana wetu kwa kuheshimu kipato mnachokipata, ndio maana mnaendelea mbele badala ya kurudi nyuma. Ongereni sana Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kuja leo kwetu hapa kwa vijana hawa, tumekuja kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumshukuru kwa vitendo kwa hotuba yake aliyoitoa wakati anazindua Bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwenye hotuba ile ameongea mambo mengi kwa mustakabali mzima wa maendeleo ya nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa niaba ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwenye mkoa wa Tanga, kwa niaba ya wananchi kwenye mkoa wa Tanga, nilichukua nafasi hii kumpongeza sana rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa hotuba yake iliyosheheni mwelekeo mpya wa taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama nilivyosema, hotuba ile ilisheheni mambo mengi. Amezungumzia amani ya nchi yetu, amezungumzia umoja wa taifa nchi yetu, amezungumzia maridhiano katika nchi yetu ili amani iendelee kuwepo katika nchi yetu. Na yako mambo mengi ameyazungumza ndani ya hutuba ile. Kila Mtanzania, kila Mwanatanga ameisikia hutuba ile, na amefarijika na amefurahishwa na hutuba ile. Kwayo sisi watu wa Tanga, nachukua nafasi hii kumpongeza sana na kumshukuru sana. Kama nilivyosema kwamba hotuba ile yako mambo mengi sana. Mmoja katika mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyazungumzia ni swala zima la kuwanyanyua kiuchumi vijana na akina mama katika taifa hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na akaenda mbali zaidi akasema ataunda wizara maalumu inayohusiana na vijana ina tu na tukisema vijana ndani ya vijana maana yake wapo vijana wa kiume na wapo vijana wa kike. Hawa wote watakuwa wamewanufaika wa nchi hii kupitia wizara hiyo, wizara ya vijana. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kuliona hilo. Tunaamini kupitia wizara hiyo atakayoiunda, changamoto za vijana zinazowakabili zitapatiwa majawabu kwa wakati kupitia wizara hiyo vijana atakaoyumba, tunaamini changamoto za vijana kwenye ajira serikalini, ajira za kujiajiri wenyewe, ajira za kuajiriwa kwenye sekta binafsi zinakwenda kupatiwa majawabu ya kutosha kwa muda mfupi unaokuja. Nirudie tena kumpongeza sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuliona hilo. Risala vijana wetu namna ambavyo wameanzisha kikundi chao hiki ili kuhakikisha wanajinyanyua kiuchumi ili waendelee na maendeleo mazuri katika familia zao ili na wao waishi vizuri kama wanavyoishi vizuri watu wengine. Tumeona walipotoka na sasa mahala walipo unaona kabisa hapa kuna watu ambao wanafaa kabisa kwa ni darasa kwa vijana wengine ndani ya mkoa wetu wa Tanga Nimeamua kujaunga mkono kama walivyosema kwenye risala yao, wamekopa halmashauri mkopo kwa mujibu wa mkataba wa miezi kumi na sita, maana yake ni mwaka mmoja na miezi minne, na wanatakiwa kila tarehe kumi na sita kila mwezi wawo wanarudisha kilo lilichoelekezwa kurudisha, na wameshalipa kwa muda wa miezi nane. Maana yake kwa miezi 16 wamebakisha miezi nane mingine. Tumekuja kuiunga mkono tuka Mheshimiwa Rais kuhusu vijana na uchumi kwa vitendo, nimeamua kuwaunga mkono kwa kualipia miezi nane yote iliyobakia alivyosema kwenye risala yao, kwa deni lilobakia halipungii milioni 13 na laki 4 na 44. Jana kwa leo, kwa ni siku ya Jumapili, siku ya kazi, nikaona jana niwalikie, nikaambia nita <coughs> akaunti aao o jana pesa zote naomba tuwakabidhi <coughs> Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu MP Online TV.